Asalamu As alaikum. Recipe ya leo ni ya crispy fried chicken kama ya KFC ama kama za kununua kutoka ma restaurant. Ni rahisi sana kutengeneza, ni tamu sana, na pia itakuwa na taste kama za kununua nje. Mwanzo niko niko na na kuku ambayo nimekatakata. Niko na onion powder ama kitungu maji ya powder. nusu uh, kijiko kimoja kikubwa kitungu thomu, ya powder kijiko kimoja kikubwa, chumvi kijiko kimoja kikubwa niko na manjano kijiko kimoja kidogo, paprika kijiko kimoja kikubwa, pilipili ya kuwasha vijiko viwili vidogo, iza ukaongeza ama ukapunguza. Niko na pilipili manga nusu kijiko kidogo, tangawizi nusu kijiko kidogo na um, cube ya kuku moja. Kwenye bakuli ninaweka maji nusu kikombe, kisha nitaweka spices zangu zote kama nilivyowaambia, ni chumvi kijiko kimoja kikubwa mimi nimetumia kuku kilo mbili n yani, nimetumia kuku moja mzima na pia nimetumia mapaja na miguu ya kuku mbili, yani mapaja mawili zaidi na miguu zaidi miwili. Nimetumia kama kuku moja na nusu ambayo ilikuwa ni kilo mbili. Kama nilivyowaambia, nitaweka spesi zangu zote kwenye maji kama hivyo mnavyoona na nitachanganya vizuri. Baada ya hapo nitachukua kuku wangu kama unavyoona, sikutoa ngozi. Utawacha ngozi, utoi ngozi wakati wa kutengeneza, um, fried chicken, ili kuwe na muonekano mzuri baada ya kufry. Nitahakikisha kuwa spices yangu imeingia vizuri kwenye kuku, tachanganya vizuri kama hivi unavyoona. Alafu baada ya hapo weza ukafunika kwenye bakuli yako uache imarinate kama masaa mawili na ukachoma ama weza ukawacha usiku mzima, pia utaweka kwenye freezer. Mimi nimeweka kwenye zip lock bag kama hivi mnavyoona, na nitaweka kwenye fridge masaa mawili alafu nitaweka kwenye freezer usiku mzima, na siku ya pili nitatoa kutoka kwenye freezer, nitawacha ili frost ama iyeyuke, na itakuwa tayari kutumia. na sasa nimeshatoa kutoka kwenye freezer nikawacha itoke barafu na iko tayari kutumia. Hapa niko na unga vikombe vitatu na nusu, nimeweka corn flour thuluthi ya kikombe, kijiko kimoja kikubwa baking powder, kijiko kimoja kidogo baking soda. chumvi kiasi na pilipili manga kiasi, na ninachanganya vizuri, na pia niko na maji ya baridi ambayo nimetoa kwenye fridge ama unaweza ukachukua maji ya kawaida alafu uweke na barafu. Hakikisha tu ikuwe baridi sana. Chukua kuku um, wako weka kwenye um, unga, alafu alafu weka kwenye maji kisha weka tena kwenye unga. Endelea hivyo hivyo kumalize zote ama umalize kiasi ambayo utachoma mara ya kwanza. Kama unavyoona, ninafunika na unga mwanzo kisha maji, kisha natoa kwenye maji naregesha kwenye unga alafu baada ya kupata kiasi ambacho nitachoma mara ya kwanza nita uh, koroga vizuri kwenye unga ili nihakikishe kuwa unga umefinika vizuri, alafu nitachoma kwenye mafuta ama nitakaanga, utaweka kwenye mafuta. Mafuta yako hakikisha ni ya moto, lakini siyo ya moto sana, ili isi isichomeke kabla haijaiva kwa ndani, na moto wako uwe wa medium na ili kuku yako hivi vizuri itachukua dakika kumi na tano hadi kumi na nane na kama mnavyoona, nimepika upande mmoja kama dakika nane hivi mpaka imepata rangi vizuri, kisha nikageuza nikapika upande wa pili mpaka ikapata rangi pia vizuri, na kwa jumla kama nilivyowaambia, itachukua kama dakika kumi na tano kuiva vizuri. na utatoa kwenye mafuta kisha utawekelea kwenye sahani ambayo umewekelea uh, wire rack ama aweza pia ukaikatishu, ili iweze kunyonya mafuta na itakuwa tayari kuserve. Na kama mnavyoona, ni crunchy au meskia. I hope mmependa hii recipe na mtajaribu. Kama mmependa, basi like video, comment na shana zako. Asante kwa kuangalia video yangu. Bye.